Madhila makubwa tunayoyapata ni kutokana na uongozi mbovu wa Chama cha Mapinduzi. Madhila makubwa tunayoyapata ni kutokana na uongozi huo huo wa Samia. Kwanza mi nina swali ambalo najiuliza, hivi hatuoni kama Samia anaenda kuongoza miaka kumi na tano? Amekuwa makamu wa rais kwa miaka mitano, amekuwa rais kwa miaka mitano tena na sasa tunaenda kumpa miaka mitano mingine. Hatuoni kwamba ameongoza kwa miaka kumi na tano na amevunja katiba na mkimwangalia, amechanganyikiwa. Jamani hasa, mnaendaje kuchagua mtu aliyechanganyikiwa? Juzi katuambia eti Tanzania uchumi umekuwa kuliko Marekani. Hata kipofu, jamani, na kiziwi, hili jambo akisikiliza, anachanganyikiwa kabisa ni namna ya kiongozi aliyechanganyikiwa, ya ni namna ya kiongozi ambaye haoni dira mbele yake. Sijui kitu gani kinamchanganya. Ndio maana CCM wamebakia kulindwa na dola ama polisi. Nilikuwa najaribu kupata takwimu za polisi, nauliza, hivi Tanzania nzima polisi wako wangapi? Naambiwa hawazidi laki moja sasa kama polisi awazidi laki moja sisi wa Tanzania tunakaribia milioni sitini, si ndio? Makamu mwenyekiti, hebu tugawane na hawa laki moja. Sisi sisimizi tu, sisi kama unakanyaga simizi hivi, kweli polisi ambao wana njaa kama sisi, leo tukiamua kushughulika nao watabaki salama? Laki moja kwa milioni sitini uwametuambia wako milioni kumi na tatu wachache sana. Sisi Watanzania tukisema tumechoka, tunataka kufanya mabadiliko kwenye nchi yetu, tunaweza kufanya mabadiliko haswa. Wanawake wanatushinda nini hao? Tunawazaa wenyewe bwana eh? Hivyo walivyovaa tu, ukiwaangalia ni fedha za kodi zetu, ndio usmati huo hawana mashamba ya kulima hawa, lakini leo wamekubali kutumika na chama cha mapinduzi. Afu naomba niwaulize, si tuna tabia moja Waswahili, si ndio? Mwizi anakuja kwako anaiba, unamwangalia si ndio? Eh? kesho anakuja anaiba tena, bado unamwangalia tu. Kesho kutwa unasema ah, nitatengeneza geti bwana, niweze kulinda. Hivi tukikamataga wezi tukawapeleka pale kituo cha polisi Urafiki. Kesho akitoka nini kinamkuta nini kinamkuta? Ha, CCM ni wezi ambao wanaiba, wameiba mali zetu. Wamechoka sasa, wameamua kuiba uongozi. Mwizi tunamwachia tu, tunamwangalia. Acheni woga. Mwizi tunamwangalia tu, tunamwangalia na tuibia sasa hivi. Tumesema wanavyotaka, tunataka Ng'ombe atachinjwa popote alipoelekea. Akielekea kibla tutachinja, akielekea kwingineko tunachinja.